Bodi ya wakurugenzi wa Taasisi ya Utafiti wa Mifugo Tanzania TALIRI leo tarehe 11 mwezi wa 4 2025, imefanya ziara ya kukagua miradi ya utafiti inayoendelea katika kituo cha TALIRI Mpwapwa. Katika ziara hiyo iliyofuatiwa na kikao cha robo ya tatu ya mwaka, bodi hiyo imepata fursa kutembelea, kuona na kujiridhisha shughuli za utafiti zinazoendelea kituoni hapo, ikiwemo mradi wa utafiti wa mbuzi, ng'ombe na malisho. Akizungumza baada ya ziara, mwenyekiti wa bodi hiyo Profesa Sebastian Chenyambuga ameipongeza Taliri kwa kazi nzuri ya uzalishaji wa teknolojia bora za mifugo zinazofanyika kituoni hapo na kushukuru serikali kwa kuwezesha taasisi hiyo kutekeleza majukumu yao ya utafiti kwa faida ya mfugaji wa Tanzania. Kwa kweli tunawapongeza e, wafanyakazi wa Taliri hasa hawa wa Taliri Mpwapwa kwa jinsi ambavyo wamefanya uzalishaji wa malisho. Tumeona malisho wameanza kutengeneza hei kwa ajili ya kuhifadhi kwa ajili ya kutumia wakati wa muda ambao malisho yatakuwa yamepungua kama wakati wa kiangazi. Kwa hiyo kwa kweli wanafanya vizuri na tumeona vile vile ng'ombe na wenyewe ng'ombe, kwa kweli wapo wengi na wako katika hali nzuri, na mbuzi vile vile tumewaona na, na tuchukue fursa hii kuishukuru serikali na hasa kwa jinsi ambavyo u, imeweza kuwezesha hiki kituo kwa ajili ya kuendeleza hiyo miradi ya malisho tumeona kule, kule kwenye malisho e, serikali imeweza kujenga sehemu ya kuhifadhia hei, kwamba majani yakivunwa kuna mahala ambayo yatahifadhiwa. Tunashukuru sana kwa hiyo, lakini vilevile vile kwa jinsi ambavyo serikali inaendelea kufadhili kituo hiki, hasa upande wa miradi ya utafiti wa ng'ombe na mbuzi, kama tulivyoona. Aidha, Profesa Chenyambuga amewakumbusha wafugaji kuchangamkia fursa ya matokeo ya utafiti ili kunufaika na ufugaji wao ikiwemo teknolojia ya mbegu za malisho na mbari bora za mifugo kwa ufugaji wenye tija na hatimaye kujikwamua kiuchumi. Mbegu za malisho zipo majani, kwa maana ya majani, lakini vile vile na malisho ya, ya aina ya mikunde. Kwa hiyo wanaweza wakapata mbegu kutoka katika kituo hiki, lakini vile vile kuna ma, hei au majani ambayo yamekatwa, ya ambayo yamekatwa makavu, yamehifadhiwa ambayo yanaweza kutumika kulishia mifugo kama ng'ombe, mbuzi, lakini vile vile kuna mifugo kama ng'ombe ambao ni ng'ombe ambao wanastahili mazingira ya, ya ukame. Ng'ombe aina ya Mpwapwa tumeona kwamba wapo. Kwa hiyo kama wafugaji wanaweza wakaja kujipatia mbegu bora na kubadilisha ufugaji, na tumeambiwa kwamba hawa ng'ombe wanastahimili e, sehemu kame wanaostahimili kwa hiyo wanaweza wakafaa katika maeneo mbalimbali, lakini ngombe vile tumeambiwa vilevile kwa ajili ya nyama na kwa ajili ya kutoa maziwa. Labda nitoe rai tu kwa wafugaji waweze kutumia hiki kituo cha Mpwapwa. Kwa upande wake, Yohana Kubini, mjumbe wa bodi hiyo, akiwakilisha wajumbe wengine, amewataka wafugaji kujua umuhimu wa TALIRI katika upatikanaji wa mazao yenye tija, ikiwemo maziwa mengi ambayo hutokana nambari bora za mifugo zilizofanyiwa utafiti wa kina na watafiti wetu nchini akiwemo ng'ombe aina ya mpwapwa tumetembelea kwenye ng'ombe tumeona kuna ng'ombe ambaye ni mpwapwa bridi ama ni kienyeji wa asili ya mpwapwa amekuwa crossed na tayari tuna ng'ombe ambaye anatoa mpaka lita tisa mpaka kumi za maziwa hili ni jambo jema sana kwa wafugaji endapo watapatiwa hii elimu ama wakatafiti namna ya kupata taarifa hizi sahihi ili waweze kupata uh, waweze kupata ng'ombe hawa ambao ni wavumilivu kwa magonjwa, ni wavumilivu kwa maana ya malisho, pamoja na changamoto za kimazingira ya Tanzania. Ukiangalia mikoa hii ya kanda ya kati, kwa maana ya Dodoma, Singida, ni mikoa kame. Kwa hiyo kama ng'ombe huyu ambaye amezalishwa kitafiti kabisa, anatoa kuanzia lita lita tisa mpaka kumi za maziwa maana yake ni kwamba ana uwezo wa kuvumilia maeneo mengi ya nchi. Hivyo basi, Watanzania kama wafugaji tunaanza kupaswa sasa anza kuwa na ng'ombe wa kwetu wa kienyeji ambao wametafiti wamefanyiwa tafiti ya kina na tayari tunaweza tukajikuta tumepiga hatua kwa maana ya, ya, ya mbari za mifugo ambazo zinatoa maziwa mengi pamoja na nyama kwa wingi. Lakini pia kwenye sehemu ya malisho, niipongeze taasisi, imefanya kazi kubwa, wana malisho ya kutosha. Kwa hiyo nitoe pia rai kwa watanzania wenzangu, kwa wananchi kwa ujumla, waweze kufika eneo la taasisi kuweza kujipatia malisho hasa kipindi ambacho kiko mbele yetu, kipindi cha, cha ukame, na mwaka huu mvua hazikuwa nyingi, lakini TALIRI Mpwapwa wana maarisho ya kutosha. Naitwa Joshua Joseph Malago, ni profesa, niko chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Mimi ni mtaalamu wa magonjwa ya mifugo, tunaita pathology a, niko hapa kama mjumbe wa bodi. Tuko kwenye ziara ya bodi kwa ajili ya vikao vya bodi vya kawaida na mpaka sasa tumetembelea vituo vilivyoko hapa Mpwapwa, na tulivyoona ni kwanza, tumeona malisho, uzalishaji wa malisho, na sasa tuko kwenye kituo cha mbuzi e. Kwa ufupi, tulichokiona ni ufanisi mzuri wa malisho yanayozalishwa a, malisho yanayozalishwa haya ni muhimu kwa ajili ya chakula cha ng'ombe, na tuna washauri wafugaji wa Tanzania waitumie hii taasisi kwa ajili ya kupata hayo malisho ni malisho bora ambayo kwa sababu ya kubadilika badilika hali ya tabia nchi, wakati mwingine tunapata changamoto ya mvua na malisho hayapatikani ya kutosha. Ni waombe wafugaji wai aone hii taasisi waweze kupata hayo malisho. Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Profesa Eric Komba amefafanua lengo la miradi ya utafiti iliyotembelewa na bodi hiyo kituoni hapo. Huu mradi wa malisho ambao wameutembelea ni mradi ambao tunataka tuuongezee nguvu katika mwaka wa fedha ujao e, kutokana na bajeti yetu ya maendeleo, fedha nyingi ya maendeleo ambayo tumeipata itakuja kwenye mradi huu, na lengo letu ni kuwa na miundombinu ambayo itatuwezesha kuzalisha malisho, lakini pia mbegu za malisho kwa kipindi cha mwaka mzima. Hilo linafanyikaje? Tutakuwa na uwekezaji kwenye upande wa mifumo au miundombinu ya umwagiliaji ni kilimo cha cha ambacho nchi zilizoendelea kina kinafanya kwa kutumia mvua, kwa kutumia kutotegemea mvua kwa kutegemea umwagiliaji. Kwa hiyo, katika eneo lile ambalo wajumbe wetu, mwenyekiti wa bodi, pia ametembelea tutakuwa na uwekezaji wa uchimbaji wa kisima, lakini utandazaji wa mifumo ya umwagiliaji, lakini uwekaji wa e, fence kwa ajili ya kulinda eneo hilo. Kwa hiyo kama taasisi, ingawa bodi imetoa maelekezo lakini ni maelekezo ambayo tayari tulishaanza kuyafanyia kazi ya kuwa na uwekezaji kwa ajili ya uzalishaji huo. Lakini mradi wa pili ambao wameutembelea ni mradi wa ng'ombe. Hawa ng'ombe ni ng'ombe ambao ni mchanganyiko. Mchanganyiko wa ng'ombe wa asili lakini pia ng'ombe kutoka nje. Lengo kuu la kuja na ng'ombe huyu ilikuwa ni kumpata ng'ombe ambaye atazalisha maziwa na nyama. Lakini katika kuzalisha maziwa na nyama, azalishe kwa wingi zaidi kwa upande wa maziwa na nyama kuliko ng'ombe wetu wa asili. Kwa hiyo tulifanya mchanganyiko wa ng'ombe wa asili na ng'ombe wa kutoka Ulaya. Lengo ni lile lile, ng'ombe kutoka Ulaya na ng'ombe kutoka India kwa ajili ya kuongeza uzalishaji, lakini ng'ombe wetu wa asili ili kuchangia e, ng'ombe anayezaliwa awe na ustahimilivu kwenye upande wa magonjwa, lakini pia kwenye upande wa hali ya hewa ya kitropiki. Kwa hiyo tulichokiona pale ni ilo kundi la ng'ombe walioboreshwa, na kutokana na maelezo ya mkuu wa idara kitengo cha ng'ombe ameeleza kuwa mwitikio wa wadau wetu ni mkubwa sana kwenye kuipokea teknolojia hiyo, huo tunawauzia madume eh, madume ya ng'ombe wao kwa ajili ya kwenda kupanda majike ya asili kupata kizazi chotara ambacho kinazalisha kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kama taasisi tupo tayari kuchukua maelekezo ya bodi hii. Hii bodi ina zaidi ya miaka mitatu, wamekuwa wakituelekeza na tunafanyia kazi maelekezo yao, na hata maelekezo ya leo tumejipanga kama taasisi kwa kutumia uwezo wetu wa wataalamu lakini na bajeti ambayo tunapata kutoka kwa serikali na wadau wa maendeleo kutekeleza yale yote ambayo wana wametuelekeza, na ukiangalia yote yanalenga kwenye kuboresha utendaji wa taasisi, lakini pia mchango wa taasisi kwenye sekta ya mifugo. Na kama taasisi tayari tuna, tuna kitengo ambacho kinahusika kina na uhaulishaji wa teknolojia, ni neno ambalo tunalitumia, lakini kimsingi ni usambazaji wa teknolojia. Sasa ili uweze kuwafikia wadau wengi, unahitaji fedha. Kama taasisi, tumejipanga kwa mambo yafuatayo. Kwanza, tumejitahidi kutafuta fedha ili tuweze kufanya hilo, na sasa hivi tayari tuna miradi miwili ambayo inafadhiliwa na wadau wa nje, na tunashirikiana na shirika la kilimo na chakula duniani linaitwa FAO. Kwa hiyo kwa kupitia miradi hiyo, naamini tutawafikia wadau wengi zaidi, lakini pia kama taasisi tumekuja na andiko linaitwa mpango wa mabadiliko wa taasisi inaitwa transformation plan kwa Kiingereza. E, mpango huo unagharimu kama bilioni 440. Lakini ukiangalia sehemu kubwa ya fedha hizo, mojawapo ya programs ambazo tunataka kuzitekeleza ni kuongeza wigo wa usambazaji wa teknolojia zetu. Wigo wa uzalishaji kwanza hizo teknolojia kuzizalisha kwa wingi lakini pia kuzisambaza. Ziara hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya bodi ambapo kila robo mwaka hukutana kujadili maendeleo ya miradi ya utafiti inayotekelezwa na taasisi hiyo pamoja na kutoa ushauri katika kuboresha shughuli mbalimbali za taasisi ili kufikia malengo iliyojiwekea.